Kwamba kwenye hasara za hasira kunaweza kuathiri afya ya mtu. Je, kutokana na hizo hasira mwingine anakuwa na hasira ya kufanya vizuri zaidi katika kazi zake, je inakuwaje hapo ambapo anakuwa anaathiri mwili wake? <coughs> <coughs> nauliza hivi katika hizi hasara za hasira umesema mm, kwamba mmoja wako ina asiri afya ya mwanadamu katika mwili wake. Je, yeah, vipi kuhusu hao ambao anakuwa na asira ya kufanya vizuri katika kazi zake? Au mwingine anakuwa na asira kabla ya kufanya kazi, anaifanya vizuri kwa nguvu zaidi, huyo anakuwa ana asiri afya yake? Asante kwa agjiote kama zawadi kutoka kwa Mungu. Je, inakuwaje hiyo zawadi kutoka kwa Mungu inaleta masala makubwa katika afya ya mwanadamu? Asante ambao iku swali la kwanza, ni kweli nasikiza piga huko na naona napita haya, hasira itakayokupanda sio ya adabu au tena kumshambulia yule mtu kwa ajili ya usalama au mtoto yes. Ni hasira imekutuma kuhakikisha kwamba mtu ana mdogo uhai wake haugulii na unakipambania hicho

zinaleta madhara. Waswahili wanasema kwamba kila kitu kichumi kizidi inaleta madhara, kila kitu kikizidi kina madhara. Ndivyo tulivyoumbwa. Hisia hizo sio tu hasira tu pekee yake, zimefungwa na Mwenyezi Mungu zikiwa na uliamo zinapoziji ni hapo zinapolenta madara. Kwa hiyo ni wajibu wako sasa kuangalia kwamba hii hali yangu iliyo nayo sasa hii inaniletea amani na kuisaidia kupata utakatifu. Sasa kila kimoja kishazidi sana kushida. Umenyelewa, kila kimoja kizidi kinashida uzuri

Mheshimiwa, una tofauti gani kati ya mtu mwenye hasira za karibu na mtu mwenye hasira za bakifataliaseni ki nasikia sura sana mloga

yaje abazi sasa, amesha kuwa mtu mzima, na anapoendelea kuwa mtu mzima, asira hiyo huweza kulipuka mahali popote. kwa sababu hata ukuaji wako wa maisha ya kiroho na tabia zako zinaundwa kutokana na mazingira hayo, ambayo kwani wewe umezaliwa ukakua na ukaendelea kuvugea. Sasa historia hiyo, kwa nini unaita ni historia takatifu? Ni historia takatifu kwa sababu wewe inakufanya uwe hivyo uii

shirikisha lakini nina swali moja pia. Ah, mwanzoni sisi tulipoanza umeanza kwa kututolea mfano kwamba mchukua jana pale ukamuuliza kwamba ushaye kukasirika, na katika kuendelea kutupa mada hii baadaye iliibuka swali upande wangu wa kulia pale frateli alikushirikisha. Kwa upande wangu ni mchango wangu ni, ni kwamba kimsingi unapoongelea hisia <coughs> kama ilivyosema sista, hivi ni, ni, ni kionjo ambacho Mungu mwenyewe ametupatia, lakini hii hisia ya inakuwa ni neutral, niaila kwamba ezeneka nikaiwekaje, lakini ni kwamba ukija kuangalia hisia kama hisia kwa yenyewe ni neutral hamna upande wa kwamba sasa hivi kuna sehemu fulani kuna hasira kuna yenyewe ni neutral, ina inabadilika kulingana na mazingira. Na kama alivyokuuliza pale Frateri Credo kwamba kati ya hisia na kemikali anapata wapi connection, nikikumbuka mtakatifu Futo Nishini aliwahi kuongea pia swala hili la hasira, amkaa ni kwamba hasira kwa amba... kwa amba... kwa amba... kwa kwa, huwezi ukaongelea hasira bila kuwa na sababu. Sasa kwa upande wangu, nitaka kumsaidia pale kwamba hasira, huwezi ukawa na hasira bila sababu, kwa hiyo basi sababu ndio inayopelekea vile vionjo ambavyo walikuwa wanauliza frateri kwamba vinatokea wapi. Ni kutoka kwenye hizo sababu ambazo zimepelekea ile nani, vile nini kutengeneza zile hormones vil. Kwa upande wangu ni kwamba nilikuwa nachangia kwamba hasila na sababu zinaenda pamoja pamoja, huwezi kuongelea hasila bila sababu n vyote vinaenda pambano. Upande wangu nina swali kwamba, Sista, umeteleza mada nzuri sana. Unaweza ukawa na hisia mbili kwa wakati mmoja? Ukawa na hisia mbili kwa wakati mmoja, kwa maana ya kwamba kama nilivyosema unaweza ukawa na unaweza ukawa na hisia ya hasira lakini, wakati huo ukawa na na uzuri ni wa wa ataliye shamali katika nafasi ya kwanza, uodwama na hasira ilitoka kemikali tukaingia kwenye hisia. Sasa nashindwa kuondoa mlinganisho kati ya hisia ambacho sio kitu cha kushikika na kemikali ambacho ni kitu cha kushikika vinaonekana kwa maana nyingine ya Kiingereza

inakuja kwake ni homoni hizi ambazo ziko mwinguuwee zinakosika kimaabara, ndio utaenda zikafanye kazi. Unaweza ukazipima ndio kiwango chake, kwamba homoni hizi kiwango chake a sawa. Unaweza ukaziia lakini ziikakaa sasa, kazi yake zinavyofanya

Nadhani swali lako umeuliza vizuri kabisa kwamba je, kemikali inaweza ikabadilika ikawa hisia? Aaa, kemikali likichochea, alafu hisia ni matokeo ambayo mtu anaweza akayaonyesha yakaonekana, lakini si kitu ambacho anaweza katika labda <laughs> kuna vitu vingine kunazeri ambavyo lazima kuuruvu kisayansi ki na kwa vile hatuna maabara hapa, itakuwa ni mgumuwa mke watu kwamba tene ukakiuruvu, lakini kwa muda nyepesi, e, homoni kichocheo. Na kwa vile leo hatuko kwenye mada ya kudili sana na homoni, nadhani tutakuwa na sababu nyingine ningine akua zam zina kazi gani mwilini mwetu, lakini ni vichocheo ambavyo vinaambatana na ubongo. Unapoona taarifa zinaenda kwenye ubongo, ubongo unaelekeza, una vitengeneza tengeneza homoni hizi, kwa lugha nyingine unaziita katikani. Kazi kitengeneza, zitaenda kwenda kuchochea ile hisia ambayo ina kazi fulani kama ni kutoa machozi, basi machozi ya kwako kwa yataweza kutoka, lakini lazima uone kitu fulani, taarifa ziende kwenye ubongo, ubongo uambie homoni niitengeneza homoni za mtindo huwa, halafu uzipeleke kwenye hisia iyanga, na hisia iweze kufanya kazi yake iliyo kusima. Haya, swali zingine.